Hii adhabu ya miaka 30, sisi tulichokifanya kwa mtu anayempa mimba mtoto wa shule au, au ambao chini ya miaka 18, tumeoanisha na ile sheria iliyopo ya kanuni ya adhabu. Isoma ile sheria ya kanuni ya adhabu ile fungu ya 31, vile ndio adhabu inavyosema hivyo. Kwa hiyo si adhabu mpya, tumefanya kuoanisha tu ile adhabu, si kwamba hii adhabu ni mpya. Hapana, tumeoanisha tu pale na wamezungumza waheshimiwa wabunge kwamba sasa sheria hii inagusa tu wale ambao wako shuleni. Na wale ambao wako shuleni, je, ile sheria ya kanuni ya adhabu inawagusa hata ambao hawako shuleni, ambao wako chini ya miaka 18? Kwa sababu ukifanya tendo la kujamiana na mtoto huyu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18 hata kama mlikubaliana, kwa mujibu wa sheria huwa tunasema hiyo ni kubaka, yaani ile ile ridhaa ya, ile ridhaa ya ule mtoto haichukulii kwama kweli ni ridhaa. Kwa hiyo hiyo, hata hawa ambao hawako shuleni ni marufuku kupewa ujauzito, ili mradi wako chini ya miaka kumi na nane. Tatizo naloliona hapa, mheshimiwa naibu spika, ni kwamba upande wetu serikali kwa kiasi fulani hatuku hatukusimamia vizuri utekelezaji wa sheria zile, lakini serikali haiko kila mahala tuwaombe waheshimiwa wabunge, mtusaidie ninyi ndio mnaishi vizuri na wananchi kule, muyaripoti matukio haya halafu serikali yachukulie hatua.